Wewe ni lazima ujue Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi aishi, alafu wewe unakaa naye kanisani halafu ni mzee wa kanisa, umempa na cheo. Mchawi yupo kanisani, mchawi alafu ni mzee wa kanisa. Mimi hapa hakuna, ndio maana hapa watu hatunaga vyeo vya mara vya uzee wa kanisa wala nini nini, hapa hatuna. Hapa ni kijeshi ameni, amen, ukifika amen. Hapa ni kijeshi tunafyatua mtu anakaa sawasawa, anakaa sehemu yake, mambo yanakwenda kwa jina la Yesu amen, amen. amen. amen. Kwa hiyo wewe kila unachokiona usiwaze kimetokea kwa bahati mbaya, kilipangwa. Unaona hawa malaika walikuwa wamefungwa wanne, wale malaika wanne wamewekwa tayari kwa saa kwa siku kwa mwezi na mwaka, tuone walifanya nini. Ile mstari wa kumi na mstari wa kumi na sita au kumi na tano wale malaika wanne wakafunguliwa, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theruthi ya wanadamu. Waue hawa, wameweka kuua ni malaika hawa, ila wameweka kazi yao ni kufanyaje? Ni kuua. Na wanaua nini? Kuna tarehe imepangwa, wanaua nini? Kuna mwezi umepangwa, wanaua nini? Kuna kuna mwaka kuna umepangwa, kwamba hao wa malaika watakuwepo kazini tarehe fulani, mwezi fulani, na mwaka fulani. Utashangaa kuna vifo vinatokea, watu wanakufa hovyohovyo, kumbe sio kwamba wanakufa. Kuna jamaa, kuna malaika wa wagiza wamewekwa tayari, nendeni mkaue wa Tanzania, nendeni mkaue watu hata wasio na hatia. Wanaua watu, wanaenda hospitalini wanaua wanaenda sehemu fulani wanaua wanaenda kila mlango wanaua. Leo Mungu akupe nyota kwa jina la Yesu, uwashinde wachawi kwa jina la Yesu. Amen, amen. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba kumbe kwenye ulimwengu wa roho unaweza ukaona, unaweza ukaona mtu, unaweza ukaona mtu kumbe sio mtu, unaweza ukaona, unaona tukio sio tukio, unaona kumbe kuna ugonjwa umetokea, sio ugonjwa. Unaambia Bwana, kuna asazi ambazo haziponi. Unaambia Bwana, kuna, kuna, kuna, kuna matatizo ya kichwa, kila siku jioni kinauma, kila siku asubuhi kinauma, kichwa hakiponi. Kuna watu wana matatizo hayaishi, kumbe wametengenezewa ili iwe ni sehemu yao ya kuadhibikiwa. Leo tunaenda kutengua kwa jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Amina, leo tunatengua kwa jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Amen. Kwa hiyo kwa hiyo, hawa malaika walikuwa wamepangwa kwa siku mwezi na mwaka, ili wauwe theluthi ya wanadamu wote. Hawa ni malaika wa